Mshauri wa usalama wa chakula wa Shirika la RIKOLTO, Jasmine Mushi, amesema ushirikiano na serikali ni muhimu ili kuhakikisha mazingira ya masoko ni safi na vyakula vinakuwa salama kwa walaji. Kuna changamoto kubwa sana, urindikaji wa mataka katika masoko yetu. Kuna juhudi kubwa sana zinafanywa na serikali kuhakikisha masoko yanakuwa masafi na uzoaji wa taka unafanyika, lakini hili bado halijakaa kwa kiwango ambacho tunaweza tukasema kwamba ni asilimia mia moja hakuna mrindikano wa taka kwenye masoko. Ombi langu kwa serikali hasa hasa serikali ya jiji la Mbeya kutilia mkazo wa uzoaji taka wa masokoni, yaani kuweka ratiba inayofuatwa na mtoa huduma wa kuchukua takataka sokoni lakini pia naiita serikali kushirikiana na wadau wa maendeleo kuweza kubuni uh, storage za baridi zihifadhia chakula sokoni hasa mboga mboga na matunda ya baridi ili kuweza kuongeza shelf life ya matunda na mboga mboga sokoni. Ameongeza kuwa lengo la Jukwaa la Chakula ni kuimarisha usalama wa chakula, hatua muhimu kwa afya ya wananchi. Lengo hasa la jukwaa la usalama wa chakula ni, ni mojawapo ya, ya nguvu ama ya utekelezaji wa mradi wa, usala, wa, wa Good Food for Cities unaotekelezwa na RIKOLTO hapa Tanzania. Mradi huu una lengo la kuimarisha mifumo ya uzalishaji na chakula kwa kwa mkoa wa Mbeya na sio tu kwenye mbogamboga. Hata kwenye mafuta nikimaanisha alizeti, mpunga na mazao mengine ya chakula. Mstahiki Meya wa Jiji la Mbeya, Durmohamed Issa, amepongeza shirika la RIKOLTO kwa juhudi zake na kuahidi kushirikiana nalo bega kwa bega. Nipongeze shirika la RIKOLTO kwa kushirikiana na TCCIA miko pamoja na halmashauri ya jiji kwa kuweza kuona umuhimu na kuhamasisha masuala ya usalama wa chakula ili kulinda afya za walaji wa jiji letu la Mbeya. ini chakula kikiwa salama chakula kikiwa kizuri, hata mtandao wa akili nao unakuwa umekaa vizuri, nakuwa ni mtandao wenye afya. Kwa kuwa usalama wa chakula ni swala nyeti na linalogusa maisha ya kila mmoja wetu, ni muhimu kushirikiana kwa pamoja, kama ambavyo nimesema hakuna jambo kwa tukishirikiana litakushinda. Ushirikiano huu unalenga kuhakikisha chakula kinachofika kwa walaji ni salama na chenye viwango vinavyokubalika kiafya. Nikilipoti kutoka Mbeya. Mimi ni Samwel Mpogole.